Mm, mm, mm, mm. Shosho. Ya kuna yeah, kulala, kuna kulala <coughs> Eh, tupe kazi sisi Paving. E, sisi ndo mafundi paving e, plaster nini vyote tunafanya e. Uh, uh, uh. Uliti, uliti fya mfideo Hey. Hmm. Hey, ni mjengo mmoja tu mkali. Umetulia mjengo mkali. Hey, mafundi ni sisi wenyewe. Hmm. Hey, usione hizi turubai, hizi turubai kwa ajili ya maji. Maji ya mvua yanaangukia angukia, yanaharibu. Sasa tumezibiti kazi sisi. E, inaitwa tupe kazi sisi, si umeona kazi inavunga e? Sasa ilikuwa ni chocho tu e, ilikuwa ni chocho. Sasa ngoja nionyeshe uwanja wenyewe eh? Uwanja fulani tu hivi yani, unaweza kupaki hadi tipa lako tuwa uwanja hmm? fulani tu hivi unaona? E, inaito tupe kazi sisi, yaani ukiangalia unaweza sema wamebandika wamajamaa e, kama mkanda fulani tu hivi lakini ndo walishia wenyewe kuroga mota hiyo hmm? na wale kule ndo mafundi wetu hmm? wa wow. Kama anavyojita mzee wa mjijiji umutu wow. Kazi kama ya kwenye movie muvi mm -mm -mm. Awa ndo mafundi wetu bwana, wanafanya e, kazi vicha live e, kama unavyoona kama unavyoona kama unavyosoma

Kauli mbiu minya minya, ya, <laughs> hey, ya Injinia Beni hey, hey, na, na, hmm. na yule na uni... na hey, hey, ni Injinia Aleski ukimuuliza unaitwa nani? Naitwa hapa huyu akiwa kwenye kitengo na huyu ni mwamba fulani mwambusi toka mitaa ile ile ya masoko hivyo, yeah. mm. piga kazi kama taira madogo wa na watu ni tuviunga kazi na watu mbalimbali tu, unaona, mbos boy, yule boy tumeingia di junior sasa hivi. Waambie <laughs> na hivi eh, hmm? <laughs> ndio <laughs> <ili> <laughs> <laughs> eh, viunga vyetu bwana hizi eh, zote kazi zetu. Yaani tunakupigia paving na kiunga humu eh, unaweza upande nyasi, mboga <laughs> maua hili, hmm. <laughs> Hey, banda la mbwa, kuna walinzi wetu mu ndani, atuchezewi kazi na dawa. Vyumba hivi jamani, umeviona eh, naweka maua, nyasi <laughs> yani, hey, unapanda kile a unachotaka unacho wewe we. hmm. hapa ni sawa tu kwamba vijasafishwa, ila vikisafishwa hapa, vikijazwa udongo, ah, safi sana. Mm. Mm. Kama wamebandika hivi.